Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imejibu ripoti ya shirika la kimataifa la haki za binadamu Amnesty International kuelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu lugha na aina ya madai yaliyomo katika ripoti hiyo. Katika majibu yake, serikali imesema ingawa Tanzania iko wazi kwa ushirikiano na washirika wa kimataifa inasikitishwa kuwa Amnesty International ilichagua kuchapisha muhtasari uliojaa madai makubwa ya na yasiyokuwa na uthibitisho bila kuipa serikali fursa ya kutosha kujibu kabla ya kuachia ripoti hiyo. Serikali imesisitiza kuwa mbinu kama hiyo ina hujumu kanuni za ukweli na kuheshimiana ambazo zinapaswa kuongeza mazungumzo ya kimataifa kuhusu haki za binadamu. Taarifa hiyo ya serikali imesema kwamba katika miaka yote imejikita katika ulinzi na kukuza haki za binadamu kama ilivyohakikishiwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyorekebishwa. Ulinzi huo unalingana na mikataba ya kimataifa na kikanda ya haki za binadamu ambayo Tanzania inatii ikiwemo mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa na mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu. Serikali imekataa maelezo ya ripoti hiyo kuwa Tanzania ni nchi isiyoonea haya: ukamataji holela, kupotezwa kwa lazima na kukandamizwa kwa uhuru wa kujieleza, na badala yake Tanzania inatekeleza sera ya kutovumilia kabisa mateso na aina nyingine za unyanyasaji wa kikatili na usio wa kibinadamu. Serikali imeeleza wazi kuwa haitoi msamaha kwa matukio ya kupotezwa au mauaji ya kiholela kila tukio linaloripotiwa linapaswa kuchunguzwa kwa kina na kupatiwa suluhu ama suluhisho la kisheria, huku mahakama ikiendelea kuwa huru na kuhakikisha kuwa watu wote wanapata dhamana ya kesi za haki chini ya sheria za ndani na za kimataifa. Serikali imesisitiza zaidi kwamba uhuru wa kujieleza, kukusanyika kwa amani na upatikanaji wa taarifa unalindwa na Katiba na kuthibitisha na kuthibitiwa kupitia sheria kama vile sheria ya huduma za habari na kanuni za maudhui mtandaoni. Sheria hizi zinatekelezwa kulingana na kifungu cha kumi na tisa kifungu cha tatu cha ICCPR ambacho kuruhusu vikwazo vidogo vinavyohitajika ili kulinda usalama wa taifa, utulivu wa umma na haki za wengine. Mchakato wa uchaguzi. Kuhusu uchaguzi Serikali imedai kuwa tume huru ya taifa ya uchaguzi ya INEC inafanya kazi kwa uhuru kama inavyohakikishiwa na katiba. Tanzania itaendelea kuwezesha uangalizi wa uchaguzi na kudumisha kanuni za uwazi, kutopendelea na usawa katika kushiriki siasa. Katika taarifa hiyo, serikali imehitimisha kwa kusisitiza tena dhamira yake katika utawala wa kidemokrasia, utawala wa sheria na ulinzi wa haki za binadamu kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Imesisitiza kuwa iko wazi kwa majadiliano na wadau wote na inahimiza taasisi zote kuwasiliana na moja kwa moja na mamlaka husika kabla ya kuchapisha taarifa zinazopotosha umma. Taarifa hii inasema kwamba serikali imejibu ripoti ya Amnesty International ya kataa madai ya kufanya ukandamizaji. Mtazamaji wewe unasemaje? Karibu na ninakutakia wakati mwema.